Na mtazamaji, tukitoka nchini Tanzania tukirudi hapa, ni kwamba taharuki imetanda katika eneo la Kivu kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, saa chache baada ya mkataba wa makubaliano kutiwa saini ili kurejesha amani katika DRC. Mkataba huo uliotiwa saini na rais wa Rwanda Paul Kagame na mwenzake wa DRC Felix Tshisekedi unatarajiwa kuondoa silaha mikononi mwa wapiganaji wote wakiwemo wale wa M23, na kuwafungulia mashtaka waliohusika kwenye mauaji ya mamilioni ya watu. Emmanuel Tona, taarifa hiyo kwa kina ni mkataba wa makubaliano unaotarajiwa kuzima kabisa mapigano ambayo yameendelea kwa takriban miongo mitatu katika mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda. Marais Paul Kagame wa Rwanda na Felix Tshisekedi wa DRC wakitia saini makubaliano hayo mjini Washington DC, nchini Marekani, katika hafla iliyoshuhudiwa na rais Donald Trump wa Marekani na rais William Ruto ambaye ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mkataba huo unatarajiwa kusitisha mapigano katika maeneo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, kuondoa silaha kwenye mikono ya wapiganaji wa M23 na wengineo, kuwarejesha kwao waliofurushwa na kuleta haki kwa familia ya mamilioni ya watu waliouawa na kujeruhiwa wakati wa mapigano.

Wakati huo huo Trump pia amesema Marekani imetia saini mikataba yake ya madini na DRC na Rwanda ambayo itafungua fursa mpya kwa Marekani kupata madini muhimu, Trump akisema Marekani itatumia baadhi ya kampuni za Marekani kwa nchi hizo mbili ili kuchimba baadhi ya madini adimu. Licha ya makubaliano hayo hali imeendelea kuwa tete, haswa katika miji ya Bukavu na Goma, hofu ya mapigano mapya kuzuka ikitanda haswa baada ya mpango mpya wa kuwanyang'anya silaha wapiganaji kutangazwa, watetezi wa haki za kibinadamu wakipinga mikataba hiyo. Emmanuel Toru ninga ya Citizen. Nayo tume ya